Jamani, nime share content ya Dada Zulfa hapo. Katika content yake anadai kwamba bosi wake alimpiga, walipishana pishana, anadai kwamba bosi alimshika akampiga. Jamani, naomba nirejee tena kwa wadau ambao mnafanya kazi na mradi wa Dada Center. lakini hii ni kwa wafanyakazi wote wa nyumbani Tanzania na duniani kote, hakuna sheria ya kupiga mfanyakazi wako, haipo. Najua tulikuwa na uo utamaduni mila na katika zile mila na tamaduni ambazo zimepitwa na wakati. Ndio maana mabosi wengi unakuta anakuambia nipe mdogo mdogo, mdogo mdogo ukamfanye nini? Na sisi huwa ndio maana tuliondoa kabisa ishi ya umri kwenye watu ambao wanahitaji wafanyakazi. Mtu anakuambia nipe mtoto wa miaka 16, 15, kumbe anataka akamchape au akamtandike. Sasa madai ya, ya, ya Zufa hiyo ni content ambayo ina create awareness kwamba jamani dada wa kazi hapigwi. Sio tu kwamba kwa, kwa sababu hujamchukua Dada Center lakini kwa faida yako na usalama wako, dada wa kazi yapigwi. Tunaona dada o wanafanyafanya matukio, tunaishia kuwalaumu, lakini tunashindwa kujua labda ni vitu gani wanavyovipitia kwenye hizi nyumba, mpaka na wao wanapata hizo hasira za kufanya hayo matukio kwao. Naomba niseme ni woni kwetu sisi kwa, yaani inapokuja kwenye swala la mradi wetu, bosi anayemshika dada, hapana, huyu hatuwezi kufanya naye kazi kwao. Kitu ambacho huwa tunafanya tunampa, tuna bosi woni. Licha ya kwamba tuna mkataba eh, na taratibu zote zimeandikwa, lakini kuna mabosi wengine wasomaji mkataba wetu, anachukua tu karatasi ah, yesi alikuwa anataka dada anarusha. Ah, tukikugundua ni bosi wa hivyo, hatuwezi kuendelea na huduma, kwa sababu kuna vitu vingi kule unashindwa kuvifuatilia. Matokeo yake dada anapata changamoto kazini, sisi wenyewe unatupa changamoto eh, kwa sababu unashindwa kufuatilia taratibu tulizoziweka. We unaona tu, kwa sababu ulilipa hela yako kwa ajili ya kupata huduma, basi hela yako ni kila kitu. Hapana, turahisishiane Uh, kazi kwa kufuata utaratibu. Kama umekubali kufuata utaratibu wetu eh, basi naomba tumfuate ili tuweze kumalizana, tuhudumiane salama na tumalize salama. Kwa hiyo kwa kesi ya Zulfa, kesi kama hizo, yaani bosi anapata uh, dada anamlalamikia bosi, huwa tunapenda kufuatilia kwanza. Tunasitisha huduma kwanza, hatuwezi kuendelea kumpelekea wa dada wakati dada akasha ripoti kashikwa ya na kumbuka dada anapomshika mtoto wako, wewe inakuwa rahisi tu kumshika dada, e, sawa, unamshika dada unampiga. Maana sisi tunasema kushika sio hata kupiga, kumshika dada ile kumkunja au kumsukuma au kumfanyaje, hapana, huyu anatritiwa kama mfanyakazi kama ambavyo unatritiwa kazini kwako. Lazima dada wa kazi za nyumbani atritiwe hivyo hivyo, kwa heshima, kwa utu kwamba huyo ni mfanyakazi kama kama wewe ambavyo ungependa bosi wako wa kutti kazini kwako, na dada wa kazi mtriti hivyo hivyo. Uzuri ni kwamba sisi tuna tuna plan ya replacement. Dada ameshindwa majukumu, tutazungumza ni majukumu gani yamemshinda, kwa sababu hapo hapo kuna wengine unaomba dada wa laki moja. Dada ni traditional ana limitation, kuna vitu hawezi kufanya. Wewe unataka dada akawe professional, haiwezekani. Kuna mabosi wengine wanakuwa na ujanja ujanja sana, yaani yeye anaomba dada, lakini ukisikiliza vitu ambavyo dada changamoto, dada ambazo anakutana nazo, au vitu ambavyo anakulalamikia, dada anashindwa kuvifanya, unaona kabisa hivi ni vitu vya kufanywa na either smart dada au professional dada. Tukikushauri unaona kama yeye au anataka tu hela, wanataka hela. Siyo hela, kwa sababu hiyo dada angekuwa na uwezo angefanya ana uwezo na umepewa dada wa kwanza, wa pili, wengine mpaka wadada watano traditional. Unamwambia sasa ndugu yangu, hapo unahitaji smart au professional. Hakuna namna, tutaendelea kuleta wa wadada wadada wadada, yani tutakuwa kama tunajaza maji kwenye nini, kwenye gunia. Kwa hiyo mabosi wa namna hiyo ukishasikia, tunakwambia njoo kwanza ofisini tuongee, tuanze upya, tukubaliane ya? So tuanze upya kwa maana ya kulipa gharama upya. Ah, ah, yani tueleweshane upya namna ambavyo umradi mradi unafanya kazi kwa sababu sisi tumeshakuwa ni, tumesha uh, ni mapayonia, tunajua, tunakuambia kwa sababu tunajua hili, kwetu ni kazi, yetu ni sawa sawa na unapoenda hospitali unamsikiliza daktari, unapoenda hospitali unamsikiliza daktari anakupima unakaa hapo unatoa damu au aidha ni huku ni huku unatoa damu unakaa hapo unaenda kwenye vipimo unakuja unakaa unatumia unamsikiliza. Why? huyo daktari amesomea ana utaalamu na, na hilo swala. Sasa kwa nini wee usitaki kutusikiliza? mteja ambaye hataki kutusikiliza wakati sisi tunamwambia tuna uzoefu wa more than 10 years tunajua mpaka tumekuja kuanzisha hizi level, hizo zote, zote ni data-driven. ni n tume, tumeangalia ni kwa namna gani sekta ya kazi za nyumbani inakabiliwa na changamoto gani mahitaji ni yapi kwa hiyo tunaposikia oh, dada nimempa kazi hizi hawezi kazi hizi hawezi kazi tunajua Haa. sasa wewe umeagiza tu lakini hukujua kwamba hawezi kuna vitu hataweza kufanya anyway, nataka tu nisisitize ni, ni video hii kwa mabosi, please hela zako sawa umetoa hela lakini hela haziwezi kushinda utu Huwezi kumpiga dada kwa sababu ameshindwa kufanya majukumu yake, ameshindwa kutoa huduma ya utakapokuwa unafosi dada atoe huduma vile unavyotaka wewe. Ndio hapo dada anakasirika, wewe unakasirika, ndio mnaishia kushikana. Lakini madhara yake ni makubwa. Madhara ya bosi unayempigapiga dada, unamtukana tukana dada ni makubwa. Na hii nasema kwa faida ya familia zenu, sio tu wa dada, familia zenu Nawapiga hawa dada bado mnawaachia watoto wenu, nawapiga hawa dada bado mnawapa wawapikie vyakula. Sijui ni akili za namna gani. Kwa hiyo sisi kwa sababu ya kuona hiyo riski, huwaga tunapenda kusimamisha huduma bosi kama tukipata hizo eh, hey, tukapata hizo taarifa kwamba either wewe ni mpigaji au ni mtukanaji sana, au una majukumu ma, kupita kiasi cha level ya dada ulionaye tunasitisha tunao kwanza huduma, tunakwambia bosi, tafadhali tunakuomba ufike ofisini ili tuweze kuzungumza zaidi, kwa wale ambao wako Dar es Salaam. Kwa wale ambao wako mkoani, basi tunaweza kuangalia namna nyingine ya kuzungumza kwa njia ya mtandao, lakini tukaweza kupata kabisa. Yani ndio maana huwa sisi tunapendaga, uh, kufanya conference call, ni yeah? conference call ni kwamba dada online, bosi huwa online, sisi tu online kila mtu aweze kutoa sauti yake, kila mtu aweze kuongea dukuduku lake, ili tuweze kuyamaliza. Huo ndio yani, kama ni culture, kama ni mila na desturi, hizo ndio mila na desturi zetu. Kwa nini? Kwa sababu tunataka dada akiwa na amani, akiwa na furaha, bosi akiwa na amani, akiwa na furaha. Haya matukio tunayoyasikia, hatutayasikia. Lakini dada ana jambo, kalieka moyoni, mm? unampiga dada, unamtukana, unam sema kupita kiasi maana, hmm? Sasa wewe unachukua bajaji au bodaboda boda, unataka ikafanye kazi kama fuso, unataka ikafanye kazi kama e, aya haya ma land cruiser haya. Unajua kuna sehemu land cruiser inaenda bajaji haiwezi kwenda, au hizi IST Starlet haziwezi kwenda. Kwa hiyo huo ndio mfano huwa tunapendaga kuwapa mabosi kwamba unachukua dada kwa sababu na ah, dada wa laki moja bwana huyo huyo traditional yaani mtu anakuja tu nipe huyo hiyo tradition why? Kwa sababu yeye ameshazoea wadada wa kazi wanalipaga tu vile hivyo vidogo vidogo vidogo, na nafikiri mliona hapa wengine wanasema bado wanalipa elfu thelathini na dada yani kaja hapa ametoka kwenye kazi ya elfu thelathini Sasa hivi tunavyozungumza, karne hiyo ishirini na moja mwaka huu ishirini ishirini na tano kuna mtu analipa dada elfu thelathini Sasa wewe unataka wadada wa bei rahisi walipe elfu thelathini lakini unaenda kuwajazia majukumu ambayo huyu dada hawezi kuyafikisha. Kwa nini sipigane kwa nini usianze kumtukana yeye na ye na uko wake mzima, na mwisho umshike umpige. Sasa madhara yake ndio hayo. Wadada ambao watashindwa kuvumilia, ndio mtaendelea kusikia matukio. Sasa jamani, hizi awareness mzisikilize kwa utulivu, ziwasaidie. Kumpiga dada humkomoi dada, unajikomoa mwenyewe. Kumtukana dada kupita kiasi, kugombana na dada kupita kiasi, kiasi. humkomoi dada, unajikomoa mwenyewe dada ambaye unataka kufanyia kazi zako vizuri, hakikisha afya yake ya akili iko sawa, hakikisha unaenda naye unamwelekeza vizuri. Ndio maana kwenye mikataba yetu tunasema usielekeze dada kwa kufokafoka, mwelekeze vizuri, na ukishindwa ukiona, ni mtu ambaye mnashindwana, tuambie, tutakubadilishia. Lakini katika kubadilishia pia, sasa hivi tuna solution, tunasikiliza au dada kipi kinamshinda, kwa nini wadada wawili watatu wanashindwa? Kuna nini? Tunapo dadisi kwa ushuhuda na ushahidi tunagundua, wewe huhitaji traditional traditional, unataka kwa sababu tu ya kulipa hela ndogo, lakini majukumu yako ni makubwa, ni ya smart dada au professional dada. Anyway, naomba jamani, wadada wasipigwe. Sio tu uliwatoa wadada center, wadada wa kazi hawapigwi. Hao ni wafanyakazi kama wafanyakazi wengine. Tena tunaposherekea siku ya wafanyakazi, wadada ni wafanyakazi kama wafanyakazi wengine, wanastahili kuheshimiwa utu wao, wanastahili kabisa na wao kusikilizwa. Kama unaona humwezi mtoto wa mtu, mrudishe ulipomtoa, lakini biashara ya kumshika na kumpiga itakukuta jambo. Usije ukasema ukusikia mambo ya kushika washika wadada na kuwapigapiga na kuwatukanatukana na kuwa, no no no no, usifanye hivo, usifanye hivo. Wewe kazini kwako usingependa usi, usi kupigwa. Kwa hiyo tupunguze matukio kwa kuhakikisha hawa wadada tunaishi nao kibinadamu, kiutu kama ambavyo wewe ungependa kuishi katika kazi yako uliyoajiriwa na bosi wako.